Tarehe 22 mwezi wa sita, majira ya saa 12 na dakika 45, kwenye mtaa wa Kibasila ambao upo Upanga Mashariki kwenye wilaya ya Ilala, ilitokea taarifa ya mfanyakazi wa ndani ambaye baada ya ufuatiliaji amefahamika kwa jina la Zainabu Omari, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka arobaini na sita. Huyu alikuwa ni mfanyakazi wa ndani wa kazi za usafi. Mfanyakazi huyu anadaiwa akiwa kwenye ghorofa ya tatu na akiendelea na shughuli zake za usafi kwenye bakoni nje ya jengo hilo kwa juu aliteleza na kudondoka mpaka chini na baadaye kupoteza maisha. Taarifa hii ambayo imeonyesha kuwepo kwa kifo cha mfanyakazi huyu wa ndani inachunguzwa na mwili huu wa marehemu upo katika hospitali na shughuli zingine za kiuchunguzi zinaendelea.